Matumbo kwa nduma, viazi na ndizi. Utahitaji matumbo ambayo yamechemka. Utachonga viazi vyako, nduma zako, mm, kisha utachemsha kwenye pressure cooker. Haya, tumbukiza vile mm, viazi, nyanya na nduma ulizokatakata. Baada ya hapo, tangalia, hakikisha kwamba vimechemka vizuri. Kisha utatia chumvi ili ukoleze ule mchuzi wako. Baada ya hapo, utakuwa uki bonda bonda saumu, tangawizi na vitunguu vyako vile vyekundu, ukitumia kinu na mchi. Bonda bonda hadi vilainike. Bonda mwana, tia nguvu ni hapa, kama ulienda shuleni ndipo unatumia yale maarifa ya kubonda kubondabonda. E, ilikuwa ni crucible and what, ah mortar and pestle, tulipokuwa e, tunataka ku extract mafuta. Lakini hapa kati ya tangawizi yako humo taitwanga twanga kabisa, siko najua mchi uko wapi su so, nikamua kutumia kijiti cha ku roll zile chapati. <laughs> E, nikabonda kabisa hadi kawa hivyo. Unaona haya, nikatumia kijiko. Haya, nikamimina kwenda ule mchuzi, nikakuja nkaongezea nyanya zangu, vitunguu. Basi haya, tungoje sasa viive. Haya, chakula ndio hicho hmm. Je, umependa hmm. Hata niliweza kumwandalia mwanangu chakula hapa. Eh, please subscribe, share and like. You can also try the recipe and tell me how you found it. Okay? Jaribu hii recipe alafu tanambe imetokea vipi? Mm. mm. Ulimependa. Mimi nilipenda hicho chakula. Nikwambia una shiba, shiba shiba. <laughs>